Karibu tuzungumze katika uchumi leo na Janet. Nini ambacho uh, tutafahamu? Lakini kubwa, uh, tunazungumza kuhusiana na nguvu ya kufanya maamuzi, tukiwa na Janet Soka, so, ambaye ni mshauri wa uchumi pamoja mm, na maendeleo binafsi. Kumbuka kila Jumatano, uh, kuna sehemu ama segment hii ya maswala ya kujifunza kuhusiana na uchumi, fedha, biashara na mengi. Karibu sana Janet. Asante sana. Karibu sana. Tujifunze kufanya maamuzi. Maamuzi gani hayo? Ma tuyajue kwanza. Okay. Uh-huh. Kwanza kabisa, uh, mtu anaweza akajiuliza kwa nini tu, ni kipindi cha uchumi alafu tunazungumzia uh, kufanya maamuzi. Maana fupi ya uchumi maana yake ni mjumuisho wa maamuzi ya mtu binafsi, biashara na serikali kiujumla. Na kwa nini tunazungumzia kufanya maamuzi? Tunafanya maamuzi kwa sababu tuna rasilimali chache na hatutamani kukosea. Kwa hiyo inatubidi tu, tu, tupate muda au tuchukue muda kufikiria kwa makini ili tuweze kuchagua kitu ambacho kitatusaidia kupata manufaa katika uchache uliopo. Hicho tunachokichagua kitutoe hatua moja kwenda hatua nyingine, na tunazungumzia maamuzi kwa sababu uh, kuna mtu mmoja aliyewahi kuwa uh, uh, mke wa rais wa Marekani, anaitwa Eleanor Roosevelt. Yeye uh, ni mwanaharakati wa haki za binadamu na amefanya mambo mengi sana kwenye jamii. Yeye aliwahi kusema ya kwamba hivi nilivyo leo inatokana na maamuzi niliyoyafanya jana na juzi. Kwa hiyo kwa nini tunazungumzia maamuzi? Kesho yako, mwakani, mwaka 2026 na, na Disemba yako inategemea na utachokifanya leo na kesho, katika rasilimali chache. Na ukweli kuhusiana na maamuzi, kuna baadhi ya maamuzi yamejikita katika muda hmm. Jinsi unavyochelewa kufanya maamuzi, ndivyo unavyopata madhara makubwa hapo baadaye na na na hapo mfano wake labda watu unaweza ukawa, labda mfano mimi sio mzungumzaji kwa eneo la mahusiano, <laughs> ila unaweza ukawa na mtu ambaye wewe mwenyewe kabisa ukimwanga, unaona hapa hatuwezi kufika, tabia hmm. zake mwenendo, lakini unavyoendelea kung'ang'ania Kesho kesho kutwa mnaweza mkajikuta mmefika mbali, mmewekeza muda mrefu, mkajikuta mnazalisha kitu ambacho eh, unatakiwa kufanya maamuzi mapema, na jinsi unavyofanya maamuzi mapema ndivyo inakuepushia madhara hapo baadaye. Na kuna wakati unapaswa kufanya maamuzi wewe mwenyewe, na vitu ambavyo utachukua hatua watu watakushangaa, jamii na watu wanaokuzunguka hasa hasa yale maamuzi ambayo, uh, watu hawajawahi kuya kuyategemea ni kitu ambacho kipya kwao. Kwa hiyo inakubidi ufanye maamuzi, utulie tu, kwa sababu maisha ni personal. Hatufanyi maamuzi kwa kutumia grupu la watu, kwa hiyo ni vizuri tuangalie eneo la kufanya maamuzi na mm -hmm. tuangalie mm -hmm. Sasa hayo maeneo ya kufanya maamuzi mm -hmm. kwenye maisha ni yapi? Ah, kuna maeneo mengi ya kufanya maamuzi hivi mm -hmm. ni vitu muhimu zaidi, vipo vingi zaidi. Kitu cha kwanza ni vitu unavyoviamini kwenye maisha. Hapa tunamaanisha core value, na hii ndio itakuwezesha kuchagua marafiki, watu wanaokuzunguka, na wewe uonekane vipi katika jamii. Kuna watu hawaamini katika rushwa, kuna watu wanaamini kuna watu wanaamini katika ubora. Kuna mwingine anasema, yaani mimi nataka tu hela, hata iwe feki, hela fresh. Kwa hiyo uwe na kitu ambacho unakiamini, hicho kitakupa mwongozo wa nini ufanye kwenye maisha yako, lakini pia unataka kufahamika kama mtu wa namna gani eh. Mfano mwingine anaweza kutumia taaluma, kama mimi mchumi, mm-hmm. au mwandishi, mfanyabiashara. Na hapa ni muhimu kwa sababu watu watakupa fursa, watakurekomendi mahali, kutokana na vile unavyojiweka. Kuna mtu leo ni MC kesho mcholaji kesho kuta huko kwenye biashara. Sasa wewe mm, unashindwa kujiuliza hivi nimpe, na anasema jamani, nipeni tenda, haujui mweke yes. Katika zile fursa nyingi, nyingi, Uh -huh, nyingi tafuta kimoja <laughs> tukujue nacho, kwa sababu watu wengi wanaamini ukifanya muda mrefu basi uh -huh, unakuwa expert unajua zaidi. Sasa unavyotuchanganya huku na huku, tunazima huyu hajamaanisha anajaribisha jaribisha. Lakini eneo la tatu ni eneo la imani yako, mahusiano ma wewe na muumba wako Uh, kile ambacho tunasema uh, superior power. Unaamini nini kuhusiana na, na imani yako, na hapa ni muhimu sana, hasa katika changamoto, kwa sababu wakati wa changamoto watu wengi wanakimbia marafiki, ndugu, unaweza ukajikuta huko mwenyewe kwa hiyo usipokuwa na mahusiano mazuri na muumba wako, unaweza ukatoka kabisa nje ya mstari. Kwa hiyo ukiwa na imani, kuna maeno anakutia moyo, kama sisi, mfano wa Kristo. Unaambiwa usiogope, nitakushika mkono mm -hmm. Nitakutia nguvu, hata watu wakiwa wameondoka, unakuwa jasiri na kupiga hatua. Kwa hiyo hilo ni eneo muhimu sana la la kufanyia maamuzi, lakini eneo la nne ni watu unaoambatana nao mm -hmm. Eh, tunasema kuna msemo unasema, tuambie marafiki zako, tukwambie wewe ni nani Sometimes marafiki na watu wanaokuzunguka wanaweza wakakupa hasira ya kufanya vitu vikubwa Mimila kwenye maisha e, yeah. Mwona <laughs> lazima utakuwa very smart <Richard>, <laughs> right <track>. <laughs> <laughs> <laughs> Kwa sababu hiyo Richard uko the right track, endelea hapo. <laughs> Kwa hiyo tu, tu tuangalie zaidi watu tunaoambatana nao, na hapo mazungumzo. Unajua, kwenye marafiki, mtu anasema mimi na marafiki tu habaya, lakini siwaombi ushauri, hapana. mm. wanaweza wakawa wamekaa watu wawili, wanavyozungumza, bwana yani sisi tunataka tukamkabe mtu tukafanyaje, wewe una wanaongea mambo ya hela, yani tukisha kama tutapata milioni 20. mm. wanaachana na hiyo mada, wanaondoka, lakini wako wanasema hivi, kumbe sina hela, kumbe naweza nikakaba nikapata milioni 20. Kuna ka, kale kaida yanaanza kuja kwa hiyo, kwa nini tunasema ambatae na watu sahihi, mazungumzo anaozungumza anaweza akakupa kwenda kupiga hatua chanya au hasi. Kwa hiyo jitenge na watu ambao hawafanyi maamuzi na wenye tabia ambazo si nzuri kwenye jamii mm -hmm. Sasa mm. kanuni mm. A, kwenye maamuzi kuna, kuna kanuni ambazo tunasema a, kanuni hizi zinahusisha umri Uh, nguvu, muda na pesa. Tukisema umri hapa tunamzungumzia kijana, mtu mzima na mzee. Uh -huh. Lakini kwenye hapo tu, tuna vitu vitatu tunasema tuna current tatu tunazitrade. Uh -huh. Yaani tunafanya mabadiliko, mtu akiwa kijana yeye anakuwa na nguvu energetic, anakuwa na muda mwingi, ndio maana unakuta wengi wanautumia labda mitandao ya kijamii lakini uh -huh. Upande wa pesa inakuwa ni mdogo maanaake, hapo kwenye kushika pesa hakui vizuri mm. Na hapo ukiwa katika umri wa ujana, kitu nachotakiwa kufanya, tumia nguvu na muda ili utengeneze pesa, kwa sababu ndo kitu ambacho hauna mm. Kwa tuliokuwa nao, tuna vijana wengi ambao wanatumia wanatumia muda mwingi na nguvu nyingi sio kutengeneza pesa. Kwa hiyo kitu itakuletea madhara hapo baadaye, tutaona katika levu ya uzee mm. Lakini ukiwa mtu mzima unakuwa na nguvu kubwa Hmm. Na kwa sababu umeshaanza kuchakata chakata pesa inaweza <laughs> ikawepo pesa. Eh, eh, kama ukiwa mpambanaji kwenye hatua ya, ya kijana hmm, eh, eh. Lakini tukija kwenye eneo la muda unapungua, kwa hiyo muda unaweza kuta majukumu amekuwa mengi, muda kukaa na familia umekuwa ni mdogo, muda unapungua. Na ukija katika hatua ya mzee, nguvu anakuwa hana kwa sababu umri tayari, miguu, magonjwa, sijui presha, sijui nini hmm, muda unakuwa upo hmm na hapo kwenye pesa inategemea sasa kwenye ujana na utu uzima alifanyaje? <laughs> Kwa hiyo hapa tuna, tunaweza tukawa na mzee ambaye ana nguvu, ambaye hana nguvu, anao muda, alafu anayo pesa. Lakini pia papo tunaweza kuwa na mzee ambaye anaye nguvu, hana nguvu mm, hana pesa anao muda kwa mm hiyo -hmm. Kile unachokifanya katika hatua ya ujana itakupa ishara kwenye utu uzima wako na uzee wako. Haiwezekani kuwa na vyote kwa wakati mmoja mm -hmm. Katika hatua zote <laughs> katika hatua zote labda labda usipate mfumo halali okay. <laughs> Kwa sababu hela inaongezeka money flow according to value huwezi ukasema mm -hmm. Yani leo ukaja na kitu tu leo leo watu wakakipokea kikubwa leo, leo, ukapata milioni mia leo hapana leo, kwa mm hiyo -hmm. Unavyozidi kwenda watu wanakuzoea kama ni soko linakuwa vizuri ndio maana mm -hmm kwenye ujana unavozidi kukaa, ndio maana tunasema tunashauri, katika hatua za ujana, chagua kitu kimoja, anza kujenga jina, tengeneza brandi, aminika, ili unavoenda katika utu uzima unaongezeka fedha, jina na unavyokuwa Uh, mzee mambo yanakuwa mm. vizuri zaidi. Kwa hiyo jamani, vijana wenzangu, tuendelee kupambana pale kwenye pesa iongezeke ili katika uzee wetu tu, uh. tusi tusiwe tu na na changamoto nyingi sana. Sasa kwenye eneo la pesa, sasa awali ulitugusia mm. eh, nukuu maneno ambayo aliwahi kusema Eleanor Roosevelt mm. eh, mm. yeah. mm. yeah. Ndo nukuu ya leo au hapana eh? Tuna nukuu ya mwisho ya kumalizia <laughs> <laughs> <laughs> nukuu ya mwisho um, hii nukuu ya mwisho iko general, tunasema kesho yako inategemea na maamuzi yako utakayoyafanya leo. Amua kwa ujasiri na chukua hatua madhubuti juu ya maisha yako. mm. mm -hmm. Kile ambacho unakiogopa hakipo, kile ambacho unakiofia hakipo. Wewe tu jiamini, chukua hatua, fanya maamuzi, fanya maamuzi dhabiti juu ya maisha yako. Uh, mm. kuna kitu ambacho unapaswa kuzingatia wakati unafanya maamuzi eh Anza kwanza kujizingatia wewe mwenyewe. Ndio maana tunasema anza kujizingatia, maana kuna baadhi ya maamuzi unawafurahisha marafiki, majirani, watu watanionaje, wao wa watafurahi, lakini wewe, deep, deep down utaumia. Kwa hiyo anza kujiweka wewe wa kwanza, jipe thamani, lakini angalia zile core value zako sasa, uwe nazo mm. Kama hauna ndio muda huo wa kutengeneza nini kinakuongoza, na hicho ambacho unaamua, baada ya miaka miwili au mwaka mmoja utafurahia, kwa sababu kuna maamuzi sasa hivi anakupa machozi, lakini baadaye mwakani, miaka miwili utafurahi mm. Mm. Asante sana kwa darasa. Sasa maamuzi Richard, tunategemea <laughs> nafikiri tufanye maamuzi sasa kwamba tumemaliza. Tunakamilisha hivyo, na kila Jumatano nikukumbushe tu kwamba utaendelea kupata madini na maarifa mengi hasa kuhusiana na uchumi uh, fedha uh, na masuala pia ambayo uh, yanahusiana na, na, na hilo hmm, ili uweze uh, kujiendeleza kwa namna moja ama nyingine. Leo tulikuwa tunazungumzia nguvu ya kufanya maamuzi. Tulikuwa naye uh, Janeth Soka. Jumatano ijayo, uh, tena tutapata somo jingine. Huyu ni mshauri wa uchumi pamoja na maendeleo binafsi.